Amma kuandika kaburi jina, imekuja hadithi mtume amekataza sala sallem kujenga kaburi, kupaka chokaa, kuandika maandishi, uko hadithi kabisa kabisa. Lakini yuko hadithi mtume salaa sallem baada ya kufa ndugu yake, ndugu yake mtume anaitwa Uthman bin Mad'un, Uthman bin Mad'un ndugu ya mtume kupitia kunyonya, ku mnyonya pamoja Neto Uthman ibn Mad'un radhiyallahu anhu, wakati mtume amemzika, kalia kambi sahaba, leteni jiwe. Amechukua jiwe kubwa, simwekeni kichwani, mpaka mtume asema li ataarafa ala qabri akhi si, nitambue kaburi ya ndugu yangu. na na na watu wangu kama nakufa na zika karibu na yeye. Mtume kule amekataza kika kaburi, kujenga kaburi, weka chokaa wote, akakataza Alama. Leo kisutu au kaburi yetu hapa, kama kila mtu aweke jiwe, sio itajaa jiwe hapa na mawe. Sio hivi. Sasa, Mtume ile amekataza ile, wakati wa jahiliya kabla wa Uislamu wa Quraish, mtu kama anakufa, wanaandika shairi kumsifu katika kaburi. Huyu fulani ibn fulani kwa hivi. Yaani, wanaandika kumsifu yeye na wanajenga wanaweka wanapampa. Mtume amekataza hivi.

lakini hadithi nyingine yeye katangaza msiba, nagongana? Haigongani, wewe soma vizuri, shida kwako wewe. sio sio sio ushahidi, Mtume ametangaza kufa mfalme wa Habasha, mtu jina lake Ashama maarufu Najashi. Sema naa hadithi Jabir. Jaber anaai kutangaza msiba. Basi ulama wanasema kutangaza msiba iko aina mbili, kutangaza wakati wa jahiliya, ambayo ikoje? wanachukua ngoma, wanapita barabarani, kafa fulani ibn fulani, wanazunguka fulani kafa fulani kafa, yani kama hivi, hii imekata sharia. Lakini kutangaza mtu kifo kwake ile, watu hawaje kusalia, utajuaje? Watu mtu kafa, utajuaje? si so, watu utangaze, hii haina shida. Tangaza kwa, ili watu hawaje, na mtu anamdai alete haki yake, au mtu marehemu anamdai alete amana, au mtu yeye anamdai marehemu alete ushahidi, yaani ajue watu mtu kafa. Ni hivyo zangu na amju ushahidi zikwa mtu alikuwa anawambia ndugu yenu mwombee, Allah ambe thabati, mombeeni Mungu amthibitishe, mwombeeni dua Mungu am, am, am, amrehemu Mungu amlinde, alikuwa anasema hivi. Sa salam, kama mtu anasimama kutoa mauida haina shida, ngomelea vizuri.